Kuzimwa mtandao kwa sababu nyenzo kubwa inayotumika na wa, wa, hawa social media activists. Ni, ni kutumia eh, taarifa za taharuki taarifa za, za taharuki, ikitoka watu wengine wana, wana, zile za taharuki, kuna watu wanapata shida, kuna watu wengine wakisikia zile taarifa zile wanapata tabu sana eh, na wengine wanazifurahia, kwa hiyo chanya na hasi zote zinatumika. Kwa hiyo mpaka sasa hatujaona e, tishio lolote la kufikia kwamba mtandao umekuwa ni tatizo, kwa sababu tutufahamu kwamba e, mtandao huu ndio unaotumika katika kutoa huduma za kijamii nyingi e, mabenki, usafiri, mambo mengi yanatumia hizi huduma za mtandao ndio unaotumika internet. Kwa hiyo kuzima internet ni chaguo la mwisho sana chaguo la mwisho sana pale hali ambapo ikiwa mbaya, ingawa hii inahusika na sekta nyingine ya wenzetu, wanaweza kusema, lakini mimi ninaona kwa kweli sisi, mpaka sasa hivi, kama ndio tunaoangalia usalama wa nchi e, na, na, na watu, tunaona mpaka sasa hivi hali ni shwari, wala hakuna hilo tishio la kwamba tunaweza tukaenda kwa wenzetu wa TCRA wakazima, wakazima mtandao.